Majira Leo, mchezaji wa klabu ya Simba, Yusuf Kagoma, ameweza kufunguka mambo mengi Kagoma. finali amesema kwamba finali, finali imempa akili mpya. Kiungo mkabaji wa Simba, Yusuf Kagoma, amesema kucheza finali kombe la Shirikisho Afrika kumemjenga na kumpa akili mpya, huku akiahidi mabadiliko makubwa ya uchezaji wake kwa msimu ujao. Kagoma amevaa medali ya kafu katika msimu wa kwanza kuitumikia Simba iliyomsajili kutoka Singida Fontengate baada ya timu hiyo kufika fainali na kupoteza mbele ya RC Bakane ya Moroko kwa, kwa, kwa kuacha jumla ya mabao matatu kwa moja ambayo ilikuwa ni aggregate hiyo. Kagoma akizungumza alisema soka lake kiujumla limebadilika tangu alipojiunga na klabu ya Simba kutokana na eh, kukutana na aina tofauti ya maisha na alizowahi kuzitumikia eh, klabu zingine hapo kabla. Simba ni timu kubwa, ina mashabiki wengi na timu yenye ushindani zaidi hasa katika masuala ya kuwania ubingwa wa soka la ndani. Pia nimepata nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza. Kitu ninachojivunia kwani imenipa akili mpya zaidi. Soka ni kujifunza kila siku. Mimi ni mwanafunzi bado, naamini katika kupambana na kukubali kujifunza. Niwe, niwe muwazi, nimeongeza vitu uchezaji wangu, naamini nitavifanya kwa vitendo msimu ujao. Haikuwa rahisi kutokana na kutokuwa na uzoefu kwenye michuano hiyo, lakini nilikuwa na wachezaji viongozi kiwanjani, walikuwa wananipa mbinu, nini nifanye na wakati gani. Najivunia kuwa sehemu ya kikosi kilichoweza kufika fainali, alisema na kuongeza kwamba najivunia mafanikio haya na naahidi, na msimu ujao nitakuwa bora zaidi za na nitafanya kitu kikubwa kwa vitendo, baada ya kujifunza kutokana na makosa niliyofanya. Naamini kuna mazuri pia nimeonyesha, alisema Yusuf Kagoma, kufuatia presi ambayo aliweza kuifanya na moja kati ya waandishi wa habari. Sasa baada ya kuongea maneno hayo ikumbuke kwamba Yusuf Kagoma aliweza kupigwa kadi nyekundu katika mchezo wa fainali ambao uliweza kupigwa pale New Amaan Complex huko Zanzibar ambapo tuliweza kumuona kwamba dakika za mapema tu mchezaji huyu aliweza kupigwa kadi nyekundu na kuweza kutoka uwanjani na hiyo ikapelekea yote e, baada ya hapo Simba wakapoteza mchezo huu ambao waliweza kutoka kwa sare ya moja kwa moja aggregate ikawatupa wakitoka kwa jumla ya tatu kwa moja. Kwa hiyo mbele ya ardhi ya Tanzania huko Zanzibari Zanzibar Simba ilishuhudia ili kwa macho yao kwamba kombe likichukuliwa katika mikono yao tena katika ardhi ya nyumbani, hiyo ni jambo ambalo limeweza kuumiza watu wengi. Lakini mbali na hayo yote, mchezaji huyu Yusuf Kagoma yote katika kuonyesha mazuri msimu ujao wa kwanza ambayo tukunapata update zetu kila wakati na kila muda. Asante.